Unapozungumzia zao la korosho basi bila shaka utautaja mkoa wa Mtwara ambao ni moja ya mikoa inayolima zao hilo kwa wingi kiasi kinacholisaidia taifa kupata fedha za kigeni. Licha ya uzalishaji mkubwa wa korosho unaopatikana bado hali ya maisha ya wakulima wa zao hilo haiakisi, ukilinganisha na fedha zinazopatikana, kwa kuwa baadhi ya wa wakulima walio wengi hutumia fedha za malipo ya korosho kununua chakula hii ni kutokana na kwamba uzalishaji wa mazao ya chakula ni mdogo. Mwenyekiti wa Chama Cha Mapinduzi sisi mkoa wa Mtwara, Mwalimu Saidi Nyengedi, akiwa katika mkutano mkuu wa 25 wa chama kikuu cha ushirika cha MAMCU uliofanyika wilayani Masasi mkoani humo ametumia nafasi hiyo kuwasihi wakulima kulima mazao ya chakula badala ya kutegemea mazao ya korosho na ufuta pekee. Niliwauliza hizi pesa, wakati ule ilikuwa milioni bilioni 111 leo tunazungumzia bilioni 370 Je, hizi zinalingana na maisha ya watu vijijini, wakulima wetu? Ukifanya tathmini, jibu hapana. Kwa nini tunapoteza pesa yetu mkoa wa Mtwara? Kwa sababu hatujitoshelezi kwa chakula wenyewe. Leo ukienda vijijini wanaishi kwa kununua chakula dukani, chakula kilichotoka Ruvuma, kilichotoka Mbeya, kilichotoka Njombe, kilichotoka Shinyanga. Kwa hiyo tunauza korosho, tunapata fedha, tunapeleka kufanya maendeleo mikoa ya wenzetu, kwa sababu tu sisi hatujajitosheleza at kwa chakula. Iwe ni kampeni ya kila mmoja wetu kuhakikisha kila mtu pamoja na shamba la ufuta mbazi na korosho awe na shamba la chakula ili pesa inayopatikana ziada kwa mazao haya biashara aweze kufanya maendeleo. Mkuu wa wilaya Masasi Recho Kasanda akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Sawala amewataka makarani kuwa waadilifu katika kuwahudumia wakulima. makarani mbadilishe utamaduni wekunaume. Unafanikiwa katika kipindi chako, lakini nimewaambia watoto wako, je, unawafikiria na wajukuu zako huko baadaye, au unaendelea kutengeneza laana ambayo itakuja endelea kutafuna katika ukoo wako? Wakulima wanapata changamoto kubwa, malipo yao kufikia kwa wakati, jambo ambalo binafsi nimejisikia fahari kulisema hapa kwamba mwaka huu mamku wamefanya kazi kubwa, mpaka leo tunakuja katika mkutano huu wakulima wetu wote hakuna deni, si ndio? Niwakumbushe kwamba kuna mwongozo wa manunuzi ukitolewa na tume ya ushirika. Mwongozo huu unatusaidia kujua taratibu zote za manunuzi. Mnakuja kuomba komo za madeni kwa ajili ya kuweza kukopa. Baada ya kukopa, benki akishatoa fedha, taratibu za manunuzi chama wakitaka eh, kupitia pia ofisi ya mrajis kwa ajili ya kupata miongozo tume madola ushirika basi ule utaratibu uliowekwa ufuate. Mwenyekiti wa Mamku Azamu Mfaume ameweka wazi mipango aliojiwekea kwenye msimu ujao wa korosho. lakini kama chama kikuu cha Mamku tumejipanga sasa kwenda kuwasaidia eh, eh, wenzetu wale ambao wana changamoto za magala amkosi ndogondogo, tutaziunga mkono ili na wao pia yajengwe magala yao kwa haraka lakini kama chama kikuu pia tumejipanga kwenda kujenga gala kubwa lenye uwezo wa kuchukua tani elfu tano pale na nyamba e, ili kuhakikisha wakulima wale sasa wasihangaike e, kipindi cha ja kupeleka mizigo yao katika magala makubwa. Lakini pia tumejipanga kununua malori kumi, tunafanya hivi kwa sababu ya kusaidia kwa kipindi kile ambacho kutakuwa na adha ya e, e, usafirishaji. Kama mnavyoona mwaka jana tumepata shida sana katika mambo ya transporta. Kama chama kikuu chama tumejipanga hali kadhalika kwa upande wa nyumbu pia tumeweka mkakati wa kwenda kujenga, kujenga ofisi ya kisasa kubwa yenye eh, eh, gharama kama milioni mia nne na ishirini. Hali kadhalika Masasi tunaenda kujenga viwanda viwili, kiwanda cha vifungashio na kusafisha ufuta ili kuyapa thamani mazao yetu. Baadhi ya wakulima wa korosho na ufuta waliohudhuria mkutano huo wakatoa maoni yao juu ya maandalizi kuelekea msimu ujao wa kilimo. Watu wa mabenki watusaidie tu kwenye upalizi wa mikorosho, kwa maana tukipalilia, wakitusaidia kutuwezesha kutukopesha pesa tukipalilia ina, inakuwa na hali mzuri. Habari zote kali zo siku za kusisimua, kuelimisha na kuburudisha, bila kusahau mahojiano maalum exclusive interview zenye ubora wa hali ya juu. Vyote hivi unakutana navyo hapa hapa jukwaani, Khomein TV. Wenye matangazo ya biashara na mengine yote, tupigie kupitia nambari 0712032208, au waweza kututumia barua pepe kupitia khomeintvmedia@gmail.com. Media nyote nakaribishwa.